Aziza, maithu, Aziza, wewe niliona una ukaribu sana na Dogo Paten. Akimkaribisha tatu na kumweka huko. Ndio. Ya, yes. Una ukaribu naye sana? Kidogo. Mna ukaribu wa, wa mbalimbali au wa karibu sana? Sana, wa sana wa karibu. Kwenye yule dogo ambaye yuko na chini anaitwa nani yule? Mdogo Sajenti, yeah, yeah. Hiyo Dogo akaunti yake ya YouTube iliibiwa, akasema sijui imefanywa nini sijui, mm. na jina ambalo lilitokea kwenye ile akaunti ilivyobadilishwa jina lilikuja la Aziza, ambaye ndo wewe hapo, kwa ukaribu wako na Dogo Pateni, afu pale kuonekana kama Pateni na Dogo Sajenti kama wananoma hivi mm. ni kama ukuta labda mdogo wetu naye pia alikuchezeshea namna fulani mumtikise mdogo Sajenti pale uliinua uli, uli gharama gani ile au mlikuwa mnataka mfanye nini? Ule mtoto wapi? Pateni ya usiki. Kwenye hilo cha kwanza mm -hmm. Cha pili mimi niliuziwa account na meneja wao, wa meneja wao kina Sajenti, yes, meneja yake alopita. Kwa hiyo ni Pateni ya usiki kabisa. Humo ndio kwa nini mm haikuibiwa. -hmm. yeah. Iliuzwa, haikuibiwa, nilitoa hela ndokona uh, yeah. Ile ngoma ya na nashukuru nimejua kisasa kwenye hiyo account Ipwe, ile salio ipo na bado unapiga nayo hela? Hapana, nimeika private kwa upendo tu. Ah, lakini ulikuwa unaweza kuiacha? Nilikuwa na uwezo kwa sababu ni halali yangu na ni haki yangu, nilinunua <laughs> ile ngoma nayo umenunua? Nimenunua, yaani nimenunua kila kitu kilichopo kwenye account. Ila aliniomba, yes, ila aliniomba. Naomba uziachive hizo video. Nikamwambia Yaani kusema meneja yake huyo alipo sasa hivi alikuwa anakuja juu kama ananifokea kama ananitishia polisi siyo nini. Nikasema masuala ya polisi mimi siogopi kwa sababu yeye anaweza kusema bondo wana mali gengi. Yes. Yeye, yangu mimi nimechukua. Kwa hiyo yani wamechukua. Kwa hiyo ni usinitishie labda mimi nifanye okay. E, tu kwa upendo kwa sababu ni dogo anajitafuta na mimi najitafuta. Hivi hivyo tu nikamwambia nitaika private. Kwa hiyo lile goma la nashukuru nimejua kisa sasa lile wakiliperform inabidi wakulipe leo umenunua. Nimewaachia <laughs> <laughs> ila muda, uh, mtu ambaye alikuuzia hiyo account walikuwa ana maelewano mazuri na Sajent au waliamua tu labda walikuwa na matatizo walishindwana. Yani ulinunua uh, chingapi milioni moja laki tano ulinunua? no. ngoma ukanua account ukanua msanii yani nimenunua kila kitu yani, I mean, nilipa account yenye mm -hmm. eh, hivyo vitu